Vipi, umeshawahi kusikia bustani ya Eden ya Tanzania? Basi katika nyanda za juu kusini mwa Tanzania, mkoa wa Njombe. Kuna bustani ya maua ya asili. Ni hifadhi ya taifa ya Kitulo. Hifadhi hii inasimama kama bustani ya maajabu, ikipewa majina kama bustani ya Mungu au Serengeti ya maua. Ni moja kati ya hifadhi chache barani Afrika zinazoenziwa zaidi kwa maua yake kuliko wanyama wake. Wakati wa msimu wa maua kuanzia mwezi wa kumi na mbili hadi mwezi wa nne, nyasi za Kitulo hugeuka kuwa bahari ya rangi, zikitawaliwa na maelfu ya maua pori. Licha ya bustani hii ya maua inayovutia Kitulo, pia kuna maporomoko ya maji yanayotiririka kwa utulivu ndani ya hifadhi hii. Lakini uko tayari kwa changamoto ya kushuka ngazi 745 ili kuyafikia maporomoko hayo? Huenda ikawa aina nyingine ya utalii, sio? Fika Kitulo. Hewa yake ni safi, upepo wake ni murua na mandhari yake ni mahali pa kupatia utulivu na amani. Kitulo si tu hifadhi, ni bustani inayochanua kila mwaka, mahali ambapo maua ya asili hupapendezesha kwa nakshi na rangi nzuri za kuvutia. Tuambie, umeshawahi kutembelea ama kusikia hifadhi hii?